Mwenyekiti wa Tawoma. Kumbukeni akina akinamama wengine wanaofanya shughuli zingine za uchimbaji wa madini mengine hasa almasi, kuwaona hawa akina mama kupitia Tawoma kwa jicho la kipekee na wao waweze kupata vifaa vya kazi, waweze kuingizwa kwenye utaratibu wa kuweza kunufaika na rasilimali zilizoko ndani ya nchi yetu, kwa hizi leseni ya Tawoma, Tawoma. ukaweze basi kutoa ofa ziweze kutafitiwa zichorongwe, kusudi akina mama wasichimbe kwa kubahatisha, tuweze kujua mikanda iko wapi, kuna wingi gani wa dhahabu. Hili ni la kwako kwa sababu na vifaa wewe ndio msimamizi. Hawa akina mama kule mbugani wamepewa, lakini wanakuangalia wewe. Chachangia kwenye mapato ya serikali zaidi ya takriban bilioni nne kutokana na usimamizi na pia uendeshaji wa shughuli za madini, na kwa kutokana na hayo, naweza nikarudia tena au nikarejelea katika vitabu pia vya dini kwamba ile wanawake jeshi kubwa kweli ni jeshi kubwa. Kwenye uzinduzi wa zile ligi kumi na vifaa vingine vya geophysical survey, tutawapa tena jaw crusher kumi ni mwelekeo mzuri sana wa kujengea TAWOMA nguvu ya kiuchumi. Huu uchimbaji mdogo unaofanya mazao wa Tanzania, kuna ajira milioni sita. Sasa hizo takwimu sio za kubabaisha, tena ni takwimu zilizotokana na sensa ya 2022 20, 20. milioni tatu laki moja zaidi ya asilimia hamsini na moja Imekamatwa na wanawake.